Uh, hello wadau wetu wa Kingo Farm. Leo tutawaelekeza uh, sababu ambazo huwa zinapelekea magonjwa ya macho kwa kuku. Uh, magonjwa ya macho kwa kuku huwa yanakuwa na sababu mbalimbali. Kwa hiyo utanisikiliza ili ujue ukiona uh, dalili fulani kwenye macho ya kuku basi ujue tatizo ni kitu fulani. Halafu mwisho wake utasikiliza uh, suluhisho lake unatakiwa ufanyaje kutokana na dalili ambazo umeziona kwenye macho ya kuku wako. Uh, dalili za macho kwa kuku zinaweza kuwa nyingi lakini vile vile pia zinaashiria magonjwa mbalimbali, uwepo wa magonjwa mbalimbali kwa kuku wako. Uh, sababu ya kwanza ambayo huwa inasababisha uh, uwaone kuku wako kama wanasumbuliwa na macho ni upungufu wa vitamin, upungufu au ukosefu wa vitamin. Kuku akikosa vitamin huwa wanaenda kupata shida kwenye macho yao. Uh, sasa huyu kuku ambaye anakuwa na shida ya vitamin, jicho lake yeye huwa linakuwa moja, sio macho mawili, mara nyingi linakuwa jicho moja, japo inaweza kutokea macho yote mawili, lakini kwa mara nyingi kabisa inakuwa ni jicho moja. Ili jicho moja lenyewe uh, unaweza ukamkuta anasinzia au lina povu. Wakati mwingine limefumbwa kabisa, yani halioni, amelifumba lile jicho kabisa, au lina povu povu lile jicho, au wakati mwingine limefumbwa anakuwa haoni kabisa, mara nyingi linakuwa jicho ni moja, ukiona hiyo dalili basi ujue hao kuku wana upungufu wa vitamini, hasa vitamini A. Wanapokuwa wameikosa hii vitamini, kitu ambacho unaweza kuwasaidia, wewe unaweza ukawapa kuna introvit ile ya dukani, kuna amintoto, unaweza ukawapa vitamini kama hizo ambazo zina Kiwango kikubwa sana cha vitamini A. Ukija kwenye vitu vya asili, uh, unaweza kuwapa mchanganyo ule wa wa karoti, tango pamoja na majani. Anaweza kuwa majani ya mchicha labda, yanaweza kuwa majani ya mpapai, yanaweza kuwa majani labda ya mwarobaini. Unaweza ukawapa vitu kama hivyo ambavyo vinaenda kuongeza hiyo vitamini A, uh, kwa kwenye mwili wake yule kuku ili aweze kupona hiyo hali hiyo. Mara nyingi huwa sio ugonjwa serious. Ila ukiona tu hivyo ujue anaashiria kuwa hawa kuku wana upungufu halina ah, utando wote ule ah, halioni au linapovupovu au kama linaota likatoa kama machozi, ni jicho moja tu lakini huyo kuu kila ukimchunguza uone hakoromi kabisa, yani hakoromi, haashiri dalili yoyote ile ya mafua, ila yeye jicho lake moja ndio linakuwa linasumbua kama lina itilafu jicho lake moja. Ukiona hivyo, basi utafanya kama ambavyo nimekuambia, utaweka huo mchanganyo kwenye mchanganyo wako. Kama ni wa asili, hakikisha una karoti, una tango na majani mbalimbali. Utawatengenezea huo mchanganyo, utawapa na utaweka ratiba ya kuwapa kila siku, kwa sababu uh, kwenye swala la vitamini kwa kuku wako ni swala la kuwapa kila siku kama ambavyo unawapa chakula na vitamini vitamini natakiwa uwape kila siku, sio kitu ni kitu cha ni ambacho aa, ukiona hivyo vitu. Kwa kwa hiyo kama kama kama utatengeneza ya asili, basi utafanya hivyo hivyo, na kama ni ya dukani, pia ukienda, kama viti, amintoto, nimovit, na pia ukienda utazikuta utazikuta hizo hizo introvit nimovit ambazo zina kiwango kikubwa sana cha vitamini vitamini A. Ukifanya hivyo utakuwa umeweza kuwasaidia ukiwapa mara kwa mara, usiwape tu siku tatu ukaacha, hapana, unaweza kuwapa maisha yao yote ili waweze kukaa sawa, kwa sababu vitamini ni sehemu pia ya chakula chao. Uh, sababu ya pili hii ni sababu kuu sana kwenye uh, kwenye sola la macho ya kuku. Hii sababu huwa inasababishwa na uwepo wa mafua makali kwa kuku wako. Kwa mfano, kuku wako, wameanza wana, wanapiga chafya uh, hauwahudumii, wanakoroma, hauwahudumii, inafika stage sasa, wanafumba macho yote mawili, mara nyingi hapa ni macho yote mawili yanakuwa yamefumba, ndani kunakuwa kuna utando mweupe kama ugali Aa, ukiona hiki kitu, juu ya kuku walikuwa na mafua muda mrefu, hujawatibu au ulikuwa ukiwatibu lakini walikuwa hawaponi, au ulikuwa unawatibu lakini chumba chao kile hakina ule mzunguko mkubwa wa hewa. Kwa hiyo hata wakipona yanarudi tena, wakipona yanarudi tena, inakuwa ni ngumu kwao kupona kabisa. Kwao wataenda nayo itafika steji, watavimba macho. Akishavimba yale macho, mle kwenye macho kuna tengeneza kama ukungu au utando mweupe. Ukiona hiki kitu ujue huku kuna mafua makali na umechelewesha kuwatibia. Sasa namna ambayo utaweza kuwasaidia kuku hao ambao watakuwa wamevimba macho ya aina hii ambayo yanasababishwa na mafua makali, kitu cha kwanza utaandaa maji yako ya uvuguvugu, utaweka na chumvi kidogo, utatafuta kitambaa laini kama pamba, utakuwa unachomvya kile kitambaa na kwenye yale maji ambayo ya uvuguvugu umeweka na chumvi kidogo, unasafisha kwenye lile jicho unatoa ule utando mweupe wote kama atakuwa ameharibikiwa sana usitoe kabisa hadi kile cha ndani kabisa, maana kwa wakati mwingine kuku ukichelewesha anakuwa kama vile ameoza mpaka lile jicho. Sasa akiwa wasteji ile, usitoe, utatoa tu ule utando wa juu tu. Utatoa ule utando vizuri kabisa kwenye macho yote. Ukishatoa ule utando, utatafuta ule ute wa alovela kwa ajili ya ku, ule ute huwa una kazi mbili. Kitu cha kwanza ni kama kilainishi kwa sababu kama tunavyojua jicho haliwezi kuwa kavu ikiwa kavu tu halitoona vizuri, ila ukiweka na kilainishi ndio utaweza kuona vizuri. Lakini kuweka uote wa alo, wa aloe vera, kitu kingine huwa ni kama antibakteria, inazuia bakteria au virusi kuingia kwenye, kwenye lile jicho la kuku, kwa hiyo inaweza ikasaidia kwenye kulainisha jicho. Lakini vile vile uote wa aloe vera tunauweka kwa sababu ni antibakteria, lakini vile vile ni antivirus inasaidia kuweza kuwalinda hata au virus au bakteria wasiingie kwenye yale macho kwa sababu ya wakiingia inakuwa ni rahisi tena kuwasha bishia ugonjwa wale kuku wako na sababu ya tatu inaweza kuwa labda walipigana mara nyingi. Kwa watu ambao wanachanganya kuku na kanga huwa wanapigana, unafika sehemu labda akamuumiza jicho yule kuku, kwa hiyo kwa hiyo hali pia huwa inatokea, au kuku wao kwa wao wamepigana vibaya wakaumizana macho jicho kimoja, uh, utakuta labda kuna, kuna, kuna nani, kuna siri fulani kama haoni vizuri au wakati mwingine inakuwa kama vile anatoa tongotongo au anatoa kama kama damu kwenye lile jicho, basi ujue hapo huenda wakawa wamepigana, huo sio ugonjwa. Kitu kingine ambacho kinaweza kuashiria kuku wako wana shida ya macho ni ndui, wakati mwingine huwa ni ndui. Unakuta kuku ana vidonda kuzunguka jicho zima, vipele vidogo vidogo vimezunguka lile jicho. Ukiwa na hivi vipele vidogo vidogo ujue hiyo ni ndui na ndui tuna limau tunapaka halafu, kisha tunapaka na aloe vera. Baada ya kupaka limau na aloe vera, kwenye maji yao tunaenda tunaweka ule mchanganyo wa kutibu ndui, ule mchanganyo wa asili. Kama una vitabu vya tiba za asili, mbona tumeelekeza ile tiba ya ndui ya asili, ndio utaenda utaweka kwenye maji yao, utawapa wanywe kwa siku tatu mpaka tano, hapo watapona kabisa. Kama hauna hiki kitabu cha tiba za asili, basi ningekushauri ukinunue, kwa sababu kitakusaidia sana kwenye kutibia magonjwa mbalimbali ya kuku. Kuna magonjwa mengine hayatibiwi kwa dawa za dukani ni kama ndui, kideri na kadhalika. Hivi vitu vingine huwa vinatibiwa kwa dawa za asili. Kwa hiyo kama hauna hiki kitabu cha tiba za asili, ningekushauri ukinunue, ni kizuri sana, kitakusaidia sana kwenye kutibia magonjwa mbalimbali au kutatua changamoto mbalimbali za ufugaji. Hiki kitabu cha tiba za asili ni shilingi elfu kumi tu. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia tuna vitabu vingi. Tuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tuna ufugaji wa broiler, tuna kitabu cha mwongozo maalumu wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Pia tuna Kitabu cha safari ya ufugaji tuna vitabu vitano jumla. Hivi vitabu ni vizuri sana. Vimelenga kufuga kwa ufanisi lakini kwa kutumia gharama nafuu. Mara nyingi sana utumie mali ghafi ambazo zinapatikana kwenye mazingira ya kawaida ili kupunguza gharama. Gharama ya kila kitabu ni shilingi elfu kumi tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la mafunzo, ili kundi la mafunzo unalipia ada ya jibiwa vizuri kabisa. Kama unahitaji ushauri wowote wa, wa ufugaji, jiunge na darasa hili ili uweze kupewa huo ushauri. Chukua namba hapo kwenye video na utupigie.